Bwana, mimi natumai ku buheri wa afya kabisa, mtazamaji wa BNTV. mimi ni Tuno Idiomari, tuko hapa kwa chakata ya yale like, ya kimichezo ambayo yameweza kushika kasi kweli kweli kwe, kikubwa tutaziangazia eh, michuano hii ya uh, uh, upande wa shirikisho Simba pamoja na Al-Masry. Niko naye hapa Heavyweight Dulla, kikubwa ni kuzungumza yale ya kimichezo na kuichakata kwe kiundani kweli kweli, lakini pia tutagusia e, kitu cha zamani kidogo, tutawaangazia pia Young Africans katika michuano ile ya club bingwa wale ondokajondokaje hilo pia natamani tugusie na yeye kwa sababu tumetamani kwenda kwenye eneo hiyo hapo. Hiyo bwana Dulla, habari yako kwema? Namshukuru mwenyezi Mungu, mambo vipi? Safi, mambo yanaenda salama. Umejiandaa vizuri? A, mimi nipo ngangari <laughs> maana unajua inapokuja kwenye michuano ya kimataifa, mm -hmm. E, mimi ndo uwanja wangu wa kujidai, kwa hiyo unatakiwa uwe mzito pia kwenye kuuliza maswali wewe kama heavyweight na mimi pia ni heavyweight vile vile, tumekutana katika ringo moja. Sasa tutaendelea kuchakata, ila kimichezo kikubwa tuanze hapa. Simba yuko na mchezo mkubwa mbele yake. Tukiachana na mchezo wa CRDB federation wa leo hii, mchezo mkubwa ambao uko mbele ya Simba ni mchezo dhidi yake yeye na Al-Masry katika michuano ya shirikisho. Tukiangalia huu mchezo kwa upande wa Simba, maandalizi yao Simba wameweza kuwin kwa kiasi gani, mchezo utakuwa vipi, kwa kuangazia kabla hata hatujaingia e, ndani kabisa in deep, tukiangalia pia na mchezo wa leo unaweza ukawa ni kipimo sahihi cha wao kuweza kupambana na Al-Masry. Yeah, of course, kwa mchezo wa leo sio kipimo sahihi, ila itakuwa ni sehemu ya maandalizi, sababu ukisema kipimo, maanake unazungumzia uzani wa Al-Masry pamoja na uzani wa uh, timu zingine. Unajua timu zote za ndani ambazo uh, zinacheza mfano kama mi ukiniuliza leo najua Simba wanacheza FA, si ndio yeah, ila ukiniuliza anacheza na nani sijui, kwa sababu nimefocus zaidi na mchezo mkubwa dhidi ya Al-Masry kwa sababu ni mchezo ambao uh, kwanza Simba ndo timu pekee ambayo imebaki kwenye mashindano kwa hiyo anabidi tu apewe ile respect, ila au ile heshima kwa sababu zilianza timu nne, lakini zote zimeshindwa kumek kwenye hatua ya knockout stage ya michuano ya Kafu kwa hiyo kwa sababu Simba imebaki Eh, tunampa heshima kwa hiyo wadau wengi wa soka naamini sio mimi tu wadau mm -hmm. wengi wa soka wamefocus zaidi na huu mchezo mm -hmm. uh, kuliko mchezo wa, wa leo hii ambao unachezwa na na kombe la shirikisho mm -hmm. dhidi ya nani sijui big, big man, yeah? Yeah. Yeah. Uh, kwa upande wangu wa ingawa huu mchezo dhidi ya big man nitaenda kuangalia lakini focus ya mchezo ni uh, dhidi ya almasri na maandalizi haya au mchezo huu ni sehemu ya maandalizi ila sio kipimo sahihi kuelekea ya mchezo dhidi ya mm -hmm. Al-Masry kwa sababu hata kikosi ambacho kitaanza leo sio ambacho kitaenda kuanza dhidi ya Al-Masry. Kwa hiyo labda ni sehemu tu ya kocha Fadlu Davis kufanya rishafo ya mbinu zake, lakini sio uh, siwezi nikachukulia kama ni part ya uh, kipimo au kutokana na uzani wa hizi timu mbili ambazo zinakwenda zina kucheza Umemzungumzia Fadrahman Davis hapo, tu aangalie katika mechi inayofuata Fadrahman Davis, mpango wake atakuwa amejipanga vipi, ilhali leo anaweza akakosa baadhi ya nyota katika kikosi chake katika mchezo wa leo. Na umesema sio kipimo sahihi, inawezekana katika kipimo sahihi watakutana na Al-Masry, basi watakuwepo wote ngangari. Sajili alizozitaka kocha Fadrahman Davis zinaanza kumlipa katika upande mzima wa klabu yake, ilhali mwanzoni watu walikuwa wanalalamika sana kuhusiana na klabu hiyo. Kwa sasa hivi unaona uh, zile sajili zake ambazo alizitaka zinamlipa kwa kutoa favor yoyote vile wanjani. Of course tunamlipa. Umeelewa eh? Of course tunamlipa na kadri muda unavozidi kwenda Simba unaona kabisa kuna vitu vinaongezeka, kimbinu na jinsi ambavyo Simba ina flow inavyocheza, ni timu ambayo ina uwezo mzuri wa kushambulia na inacheza mpira mzuri. Maana yake unaweza kwa unashambulia, au unafunga mabao lakini mpira hauridhishi. Lakini kwa Simba ime, ime complete. Maana yake mpira unaonekana lakini hata mbinu unajua, mimi mimi simba leo nataka niigusie tu juu uji juu, kwa sababu simba nimeshaizungumzia sana sana, yani kwamba na kila mtu anaiona kwenye ligi kuu. Lakini mpinzani ndio watu hawamfuatilii ile kiundani na hawamjui kwa sababu automatically wanaanza kum, kumfuatilia the moment anapokuja kupangwa na timu kutoka Tanzania. Kwa hiyo kwa upande wa simba sina shaka nao, lakini lazima tuwe tuna uh, tuna, tunaangalia pia aina ya mpinzani ambaye simba anaenda kukutana naye almasri. Unajua almasri Of course hana historia kubwa kwenye michuano hii kama Simba, si unanielewa, lakini uh, ni timu ambayo inaweza kutoa ushindani kwa sababu inatoka kwenye ligi shindani. Uh, wametoa taji moja tu kwenye historia ya maisha yao mwaka 1997 98, uh, taji la Egyptian Cup. Ni miaka mingi sana imepita Amenielewa, kuna inawezekana hata ulikuwa hujazaliwa 97 <laughs> kwa hiyo ni ni, ni, ni klabu ambayo hai, lakini kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho, kwa sababu kwenye klabu bingwa haijawahi kuficha kwenye mchezo wote wala haijawahi kushiriki kabisa. Lakini kwenye hii michuano ya kombe la shirikisho, watu wanabidi waelewe, mashabiki wa Mashabi Simba wanabidi waelewe, hawa Al-Masry wamecheza hii michuano hatua ya makundi mara nne, na katika hizo mara nne zote wamefanikiwa kuingia mpaka robo fainali, na mwaka 2018 wamefika mpaka nusu, nusu finali lakini kwenye qualification au kujaribu kufuzu wamecheza mara sita. Manake mara mbili tu ndio walishindwa kufanikiwa kufuzu mwaka 2017, ambapo walitolewa na KCCA na mwaka 2019, ambapo walitolewa na Salitas ya kutoka Burkina Faso. Lakini zingine zilizobakia, mwaka 2018 walicheza makundi, mwaka 2020 walicheza makundi, mwaka 2022 walicheza makundi, mwaka walicheza makundi, na huu 2025 wamecheza makundi. Kwa maana hiyo ni timu ambayo eh, imezoea kucheza hii michuano. Lazima lazima niwambie kitu kimoja, watu wamebidi waelewe. Mwaka elfu mbili kumi na nane Simba alitolewa na Al-Masry, si ndio? Al-Masry walivyofika makundi, walifika mpaka robo fainali, wakamtoa USM Alger, wakafika nusu fainali, umenielewa? Walivyofika nusu fainali uh, wakacheza na Vita Club umenielewa mechi ya kwanza kule nchini Misri ilimalizika kwa bila mabao lakini mechi ya pili wakaenda wakafungwa mabao manne sifuri. Labda watu waabidi waelewe haya mabao manne sifuri inakuwa ni kipigo kikubwa zaidi Ch uh, no kipigo cha pili kwa ukubwa katika hatua ya nusu fainali kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Of course rekodi ya kipigo kikubwa zaidi inashikiliwa na Zamalek ambao waliweza kupigwa mabao matano kwa moja dhidi ya Etoile du Sahel mwaka 2015. Na hicho cha Zamalek pia kinakuwa kwa upande wao ni kipigo kikubwa zaidi toka walipopigwa mabao matano kwenye michuano ya Afrika mwaka 1987 dhidi ya Asante Kotoko. Kwa hiyo kwa haraka haraka unapata picha kwamba Al-Masry eh, inapokuwa kwenye knockout stage ni timu ambayo inaweza ikapoteza kama ikitokea imebahatika vizuri mm -hmm. Na katika hayo mabao manne sifuri, kuna mchezaji wa Simba alikuwepo, ambaye yupo kwenye kikosi kwa sasa hivi, kwenye kikosi cha Simba anaitwa Fabrice Luamba Ngo. Ngoma of course, alikuwepo alikuwepo kwenye kwenye hicho kichapo walichokuwa al na Al-Masry. Kwa hiyo yeah, atakuwa kama muongoza njia pale, ndio of course atakuwa anaongoza njia pale, lakini hiyo watu wasi-genti kwamba eti kwa sababu ndio hivyo basi ndio tumefuyu nimejaribu kuwapa, kwa sababu mind you, hawa pia wana wachezaji wenye uzoefu si si wana wachezaji wenye uzoefu? Kwa mfano kuna mtu kama Salah Mohsin ambaye yeye eh, ndo top scorer kwenye upande wa ligi kwa upande wa, wa, wa kikosi cha Al-Masry akiwa na mabao saba mabao saba, maana yake anashika nafasi ya tatu kwenye orodha ya wafungaji bora ikiongozwa e, na Emam Mwashua Al Ahli ambaye ana mabao tisa. Kuna Faisal Omar wa National Bank ambaye ana mabao nane ametai na, na Nasri Manzi wa Zamalek naye akiwa na, na mabao nane. Huyu mwamba ana mabao saba. Umenielewa? Katika hayo mabao saba mawili tu ndo amefunga kwa mguu katika brace yake aliyofunga dhidi ya Smouha FC ambao waliweza kushinda kwa mabao matatu sifuri, lakini mabao mengine yote matano amefunga kwa kichwa, mipira ya kona, set piece sio nini, yani ni hatari kwenye mipira ya vichwa. Simba wanaenda kucheza na mtu kama huyo, wanabidi wamwangalie. Na achana tu na uwezo wake huo, ni mzoefu, amecheza Al Ahli, nimesema ana ubingwa wa ligi ya mabingwa mara tatu, mwaka 2020 20, 21 na 24 Menelo, maanake ishirini na tatu, ishirini na nne, walimhesabia kama akachukua, ingawa alienda kujiunga na Al-Masry dirisha dogo la msimu wa 2023 24, lakini ule ubingwa anahesabika kwa sababu alicheza baadhi ya michezo. Ulinitisha wakati wanasema magoli mawili peke yake ndo amefungwa kwa miguu, nikasaka niulize mengine, alifunga kwa mkono, kwa kichwa. jamaa kichwa chake ni hatari, watakuja kuona umeelewa? Watakuja kuona of course, jinsi ambavyo jamani, ni fundi wa wa kupiga vichwa kwenye ligi, na ana maelewano mazuri sana na Mwamba anaitwa Abdulrahim Bernum, watakutana naye pale. Ni fundi, ana maelewano mazuri sana. Katika hayo mabao mawili alofunga dhidi ya Smouha, yote alikuwa na assisted na Abdulrahim Bernum. Nafikiri watu waka review katika mchezo ambao uh, Al Masry waliweza kushinda kwa mabao matatu sifuri wakiwa away. Hiyo ni ninawapa tu, lakini ukiachana na huyo kuna mwamba mwingine ambaye Simba wanatakuwa wamfate kwa heshima zote jinsi yes. Eh, of course anaitwa Fakhreddin Ben Yusuf. Fakhreddine Ben Youssef ni mshambuliaji ni raia wa Tunisia. Of course amewahi kucheza Esperance Sportive de Tunis, na ametoa mataji mawili msimu 2016, 17, 17, 18. Lakini kwenye kariera yake ujamaa amewahi kuchukua kombe la shirikisho akiwa na CS Sfaxien msimu wa mwaka 2013, lakini alichukua pia msimu huo ubingwa wa ligi na kuchaguliwa mchezaji bora wa nchini Tunisia msimu huo. Alicheza na kina Ali Maaloul ambaye yupo Al Ahly na pamoja na huyu Ferjani Sassi ambaye amewahi kucheza Zamalek. Katika kile kikosi cha CS Faxien nchini Tunisia. Of course, performance ile ilimfanya kusajiliwa na kikosi kimoja cha nchini Ufaransa kinaitwa FC Metz, na alisajiliwa yeye pamoja na Ferjan Sasi. Wote walikuwa na performance nzuri. Umeelewa? Na inakuwa mchezaji wa wa kwanza kutoka nchini Tunisia kusajiliwa na FC Metz toka mwaka 2004 ambapo waliweza kumsajili Ayman Demey. Na sio kumsajili, alitolewa kwenye kikosi cha vijana chini ya umri wa miaka 20 na kupandishwa. Toka mwaka 2004 anakuja kusajiliwa mtunisi ambaye ndo anaitwa Fakhreddin. Beni Yusuf. Hiyo nimetaja tu. Watu waseme historia. No, kwa sasa hivi bado yupo kwenye form. Amefunga. Na namba zinakuja. Of... Amefunga hattrick kwenye mchezo dhidi ya Black Bulls Maputo hmm, eh, katika ushindi wa mabao matatu kwa moja, okay, Katika kombe la shirikisho msimu huu. Yeye pekee yake ndio kafunga hattrick okay, jambo la kwanza. Sawa? Hmm. Eh, yeye ndio kafunga hattrick lakini nikukumbushe tu hii inakuwa hattrick ya kwanza ya Al-Masry kwenye michuano ya klabu bingwa kwenye group stage. Kwa sababu wameshawahi of course kufunga hattrick kwenye michuano ya kimataifa uh, lakini haikuwa kwenye group stage, ilikuwa ni qualification uh, Septemba 15, 2019 dhidi ya Malindi. Mchezo ulifanyika Amani Stadium. Of course hattrick ile ilifungwa na Mahmud Saidi Wadi. Nafikiri unakumbuka vizuri kama ulifuatilia huo mchezo. Kwa hiyo kwenye group stage huu jamaa ndo anaweka rekodi ya kufunga hattrick kwa mara ya kwanza katika kikosi cha al-Masri. Uh, al anaitwa Fakhreddin Ben Yusuf na na, na, na nilisahau pia kukwambia uh, hata huyu huyu Salah Muhsin naye alifunga hattrick mechi nne yeah, ya mwaka 2025, hii mechi ya mwisho kwa wao kupata mabao ambapo waliweza kushinda kwa mabao manne kwa mawili, yeye alifunga hattrick. Umeelewa? ya alifunga hattrick na labda nikukumbushe tu, inakuwa ni hattrick ya kwanza toka mwaka 2016 walipopata hattrick yao ya mwisho uh, dhidi ya ENPPI ambayo iliweza kufungwa na Ahmed Rauf kwenye ligi nelewa ya kwa hiyo hivyo, kwa ni vitu ambavyo watu wanabidi waelewe. Kwa hiyo kwa haraka haraka nimetaja wachezaji wawili so far wawili mpaka watatu hivi, nimemtaja Salah Muhsin, nimemtaja Fakhreddin Ben Yusuf, au sio? nimemtaja nani? Sasa humohumo tukilinganisha wachezaji ambao umewataja kwa data zao, lakini uh, kwa uchezaji wao na umahiri wao katika upande mzima wa soka na tukiwalinganisha wachezaji wa Simba Sports Club uh, itakuwa ni batu ya aina gani? Tuna imagine sasa uh, zile dakika tisini, vaa mkoba wa Fadrahman Davis, hmm, timu ile pale uwanjani mikakati yako au mikakati ambayo Faderman Davis anatakiwa aitumie, eh, au uh, busara gani ambazo anatakiwa waende nazo, kwa sababu, shesema, waende kwa heshima wakiwaheshimu kwa sababu sio wa mchezo mchezo pia, japokuwa eh, hawana ile eh, nani sana humo. Sasa unajua ng'ombe kitu kimoja, nimetaja records tu za hawa Al-Masry, lakini itakuwa mechi ngumu kwa Simba, lakini ambayo Simba wanaimudu 100%. Simba wanaimudu na ukitaka kuamini hilo eh, nimetoka kuzungumzia kipigo kikubwa cha pili ambacho kinashikiliwa kwenye kombe la shirikisho kinatoka kwa Al-Masry, ndio unaelewa, na timu kutoka Kongo, timu ya watu weusi tu kama sisi, na bahati nzuri wanakuja kukutana tena na wakongo wengine ambao wana, wana, wana, wana, wana performance kubwa, wakiongozwa na Eli Mpanzu pamoja na Fabrice Ngoma, si ndio? Kwa hiyo mimi imani yangu unajua, slogan ya Simba kwanza inasemaje? sawa sawa Aii ya kuendea kwenye mechi anasema, hii tunavuka. Nimeona, nimeona Ahmed amehitaje, hii tuna mito milima, tuna... mabonde lakini hii tunavuka. Sasa hii slogan maanake, naamini imeletwa kwa mashabiki, lakini kwa upande wa Simba imeanza kwanza, wachezaji wameanza kulishwa ile mentality kwamba hii mechi tunaweza kuimudu na tuka, jambo ambalo hata mimi kwa upande wangu naamini linawezekana, si unanielewa? Kwa sababu na hata hawa Al-Masry sio kwamba hawana madhaifu, nilikuwa tu nataja baadhi ya wachezaji wao hatari ambao walifungwa, lakini wana madhaifu yao kwa sababu wameconcede mabao vile vile, si unaelewa? Na miongoni mwa mabao ambayo naweza nikareview ni pamoja na lile bao ambalo walifungwa dhidi ya Zamalek ambalo lilifungwa na Ahmed Zizu mm. huyu Ahmed El Said au maarufu Zizu aliweza kufanya attempt nje kidogo ya box. Ina maana wana kawaida ya uh, wana kuacha wachezaji kuweza kufanya attempts kizembe zembe kitu ambacho kama watakuja kukutana na Simba na wakaacha the same Nelika, eli mpanzo anaweza akawaweka vizuri tu, si umeelewa? Na wanaruhusu sana mipira kupenya kwenye e, safu yao ya kiungo na mara nyingi wanashindwa kudili na mipira mirefu umeelewa. Kwa hiyo ni kitu ambacho wanaweza kumudu, ila mimi tu e, nilikuwa najaribu na kuwapa insights za wachezaji ambao kwa upande wangu naamini wanatakiwa kuwa, kuwachunga kwa sababu ukiachana na hivyo pia kuna wachezaji wengine wamefunga press kwa mfano kama Mahmud Ahmada ambaye amefunga mabao mawili dhidi katika mchezo wa kwanza wa ufunguzi dhidi ya Enyimba FC. Mm -hmm. Nafikiri unajua kwamba mchezo wa kwanza walicheza na Enyimba pale Misri na wakashinda mabao mawili kwa sifuri yote yakifungwa na eh, Mahmud Hamada. Huyu Mahmud Hamada anakuwa mchezaji wa pili kuweza kufunga mabao mawili kwenye mchezo wa ufunguzi wa makundi. Of course toka alipofanya hivyo mwaka 2018 bwana mmoja anaitwa Ahmed Goma Hivi ni vitu ambavyo unajua watu wanabidi wavieleweelewe na wapa tu, unajua yeah. Unajua unabidi uwape. Kwa hiyo hawa wachezaji tunatakuwa tu yani, yani kama taifa, kwa sababu hapa tunazungumzia achana mm, na mambo ya uyanga sina usimba, taifa kama taifa lote, uwe shabiki wa Azamu, uwe wayanga wadodoma wamwaipaje wasijui wa wapi, yeah, wazimamoto siwa nini, wote watakuwa waungane, sawa waende kuishabikia Simba Sports Club, kwa sababu ndio timu pekee ambayo mpaka sasa ipo kwenye michuano oh, ya Afrika oh, oh. na ndo timu ambayo inatupa nafasi sisi ya kuweza kujidai oh, oh kwenye timu ambayo inatupa nafasi sisi ya kujidai mm. Kilichowafanya Simba Sports Club mpaka sasa hivi kutupa sisi Watanzania nafasi ya kujidai ni sajili zao walizozifanya na ubora wao, au ndio tuseme Fadrahman Davis alienda kukinoa kwa upande upi ya kikosi na kusema hiki kitakuja kuwaheshimisha, uh, kwa, kwa, kwa wa Tanzania, unajua mm. Kama ambavyo Simba ilivyokuwa haiperform kipindi cha nyuma mm. watu walikuwa wanasema sajili mbovu mm. sijui, unanielewa wachezaji wamechoka, wachezaji wazee, unakumbuka hizi te terminology zilikuwa zinatumika. E, sasa nataka kwa nafasi hii pia tuwape pongezi Simba kwa sababu wao wamefanya sajili ambazo zimeenda kubadilisha floya kikosi chao, si unaelewa? Mtu kama Eli Mpanzu, imagine mtu kama Janja Leo, watu wanamsema ah, Janja Leo au Janja Leo au hichi ana, lakini ndio kinara wa kucontribute mabao kwenye kikosi cha Simba na kwa ligi kwa ujumla wake sasa still kama mchezaji ambaye wewe una favorite wako kwenye ligi hii hii, sasa mbona hafiki namba za Jean Chalea? huwa kama ni rahisi, anafunga kwa penati. Of course kuna manamba kumi walipoa penati hapo wakakosa, inamaana kama wale manamba kumi wangepata zile penati zao, pengine wangekuwa wangekuwa wanamkaribia karibia kwenye mabao maybe, lakini unakosa penati mbili, unakosa kwa hiyo hata penalti zina ufundi wake. Huyu anapiga assist za set play, hujui. Umenielewa? Nenda pale utaona Almasri kuna mtu anaitwa Amri El Saadawi Amri El Saadawi, eh, Saadawi anapiga mipira fulani kwenye set play ni hatari, kwenye mipira ya kona, kwenye mipira ya set play, hizo zile indirect free kick. ni hatari Simba wataenda kum-kum- kumdiscover kum, kwa sababu Watanzania watamuona kupitia mechi ya Simba na Al-Masry sio? Mnaelewa? Kwa hiyo ni, ni, ni, ni, vitu ambavyo mchezaji anavyokuwa navyo ni, ni skillset ambayo ina, ina mfavor eh, yeye kuweza kufanya maamuzi ya kuwapa eh, au kutengeneza mabao. Hata Trent Alexander Arnold wa Liverpool alikuwa anasifiwa kwa kupiga zile eh, mipira ya free kick, corner, mipira fulani ile ambayo watu huku, ukiwa uki, uki, unajua kuitumia, baada ya watu wakupe credit. Kama anavyofanya Jantelaua, wanaanza kumbeza yule mpaka kwenye mafaulu ndo utamuona. Ah, sasa hizo hoja za ajabu ajabu mimi huwaga sipendi kusema. Kwa hiyo ukiniuliza swali lako kwenye kikosi, of course 100% Simba wamefanya usajili mzuri. Anaebisha huyo hana akili, kabisa huyo hana akili. Yaani ukiona tu mtu analeta ubishi ubishi, hamna, Simba hajafa usajili mpime. Unielewa. Mutale mimi Mutale, of course ana performance nzuri. Nafikiri kwenye mechi ya kirafiki dhidi ya KMC watu waliona. Ila kinachofanya asicheze, Mutale mimi namuona ni namba kumi zaidi kuliko winga. Kwenye winga kuna Elimpanzo, kuna Kibu Denis ambao ni exceptional. Unajua mtu hata atoke winga gani ni ngumu sana kwenda kupangua pale. Ambao nishai kuthubutu kusema mpaka hata Max Nzengeli akija acheze. Kwenye namba kumi kuna Janja Lewa, ambaye kiuhalisia yeye ndo anabeba ile attacking play ya Simba kwa ujumla wake. Sasa uh, kwa Mutale hajafeli lakini amekuta tayari watu ambao wamestiki ame, kwenye namba. Ee hey, kwao ana anaweza akatumika kama super sub na akaperform vizuri, ila kinachofanya acheze vile ni ile pressure ambayo ana anaipokea anayip kutoka kwa mashabiki ambao sio waelewa na sio wavumilivu, mmenielewa. Mchezaji ambaye ameshawahi kuwa mchezaji bora chipkizi mwaka 2022 akiwa na Power Dynamo hawezi kuwa mchezaji mbaya, kwa sababu Zambia ni ni, ni miongoni mwa timu ambayo eh, na maanisha mataifa ambayo yanazalisha vipaji, sio naelewa. Kwa hiyo kwa upande wangu nikiangalia hii mesh Simba wana imudu. Wana imudu. Iwe. Simba tuwezaje kuimudu pasi na mashabiki? Tuzungumze sasa na mashabiki wa Simba e, pamoja na mashabiki wa timu tofauti tofauti, kuweza kusimama pamoja, kuweza support Simba Sports Club katika michuano hii. Ili hali tunaamini kwamba wao Simba wanaenda kutuheshimisha, tuzungumze na mashabiki wa Simba kwa sababu mashabiki wa Simba naamini asilimia mia wanajua cha kufanya. Nazungumza na aa mashabiki wengine mashabiki wengine wengine wengine wengine kwamba hapa tunaongelea uh, tuna, tuna maslahi ya taifa la Tanzania. Timu yako ilitolewa kwa sababu ulikuwa hauna timu ya kuweza kucheza michuano. Sema alhamdulillah kwa sababu tunaenda kwenye mechi ya Waarabu, tunatakiwa tu, tu, tuwe tunapiga Kiarabu. Sema <laughs> alhamdulillah, Allah amenijalia nimeweza kufika, nilipofika nimerudi nyumbani. Mwenzio kafika mbali, usimonee gere. Sema, mashallah, sema, mashallah. Kwamba simba anatuwakilisha Tanzania at least, kwenye knockout stage awamu hii, bado Simba yupo tofauti na tungekuwa tumetolewa sote. Maanake ni kwamba ingekuwa aibu kwa taifa. Sasa tayari mnyama anawakilisha pale. Kwa nini usisupport kwao? Mashabiki wa Simba naamini watasupport, ila mashabiki wengine nawaambia, wapunguze choyo na husda, wajaribu kumwombea Simba ikiwezekana, ili kombe achukue Umenelewa, kwa sababu akichukua hapa, tafsiri ya haraka haraka, Tanzania nayo inakuwa recognize katika mataifa ambayo yana kombe mm -hmm. la CAF lolote, iwe shirikisho au klabu klabu bingwa. Kwa hiyo niwaambie tu waache hizi wa, wa, wa support team kikubwa, watu wanakuambia, watani wao wanakuambia, kombe likija wao watafedheheka, yaani mm -hmm. watani wao wanaoombea tu, akifika wa kule nao wacharangwe, warudi, wanajua kama vile kombe likifika hapo watafedheheka, kwa sababu wanajua wao walishatolewa, wali, wali, kipindi fulani, unajua fedheha mm -hmm. ndo inajenga confidence Unajua, Simba akileta ile kombe automatically Yanga watapambana na wenyewe walichukue. Na kama litafutwa watapambana walichukue klabu bingwa. Sasa huoni kama itaongeza competition. Kwa mtu smart atachukulia hilo swala kama eh, changamoto ya kuweza kupambana zaidi kwa timu yake. Kwa mtu mwe mjinga na mtu ambaye anashinda kwenye kwenye kwenye kwenye ah, sitaki kwa kwa, kwa sababu leo ukataje? Ah, bwana si tumeingiaje? unajua <tutu> Kwa hiyo niwaambie kwamba hao watu wa ajabu ajabu ndo wataona kama vile mm. E, Simba akichukua ili michuano ipo tu, umenielewa michuano ipo akina Asante Kotoko akina Enyimba akina wote wamechukua miaka ya sabini sabini huko umenielewa mm. Sasa wewe unavyokuwa una, una na husda eh? wakati wenzio wameshachukua, ina maana utakuwa na muda mrefu una miaka zaidi ya mia huko ya, ya, ya, kupambana na wewe uchukue. Sasa utasema unafedheka nini zaidi upambane. Eh, kwa sababu ukiona jirani yako amefanikiwa automatically ata kumotivate nawe kufanikiwa. Ah, ja, tulikuwa wote bwana hivi na hivi lakini kila siku mko palepale, maanake akili yenu itakuwa mgando. Turudie yeah, historia sasa tu. Tumemalizana na huko upande wa shirikisho, turudie historia huko katika upande wa klabu bingwa Young Africans. Wakati wanaingia klabu bingwa, watu wengi walikuwa na morali na moyo kwamba timu yao ni nzuri, wanaweza wakafanya vizuri katika michuano ya klabu bingwa na wanaweza waka win kila kitu. Lakini isivyo bahati, wamejikuta wana disappoint watu wengi sana, ikiwa mashabiki wa Young Africans, ili hali wao wenyewe wako kimya, hawataka kuzungumza, kama kile ambacho kiliweza kutokea kimwafedhehesha. Tuangalie Young Africans kushindwa kwao na kuweza kurudi eh, nyumbani kuangalia Simba wakiwa na wendi kuwema katika michuano ya shirikisho ilikuwa ni na uzembe nani? ya uzembe wao ulikuwa katika usajili au uzembe wao waliofanya katika pande mzima wa training? hakukuwa na, na usimamizi bora katika upande mzima wa wa klabu yao. Kwanza nikiri hapo, unanichonganisha <laughs> eh, kwa sababu wameshatolewa, lakini ukisema ni uzembe wa usajili au nini, sio kweli hapo. Utakuwa umezidi disrespect zile timu zilizofuzu okay, ambazo ni Al Hilal pamoja na MC Alja ambao walikuwa wana deserve kufuzu. Umeelewa? Mm. Yanga wana timu nzuri, lazima nikiri. Wana timu nzuri. Eh mm. Uh, wamesajili wachezaji tu wazuri yeah. Na mpaka wachezaji waliocheza ni wazuri. Ila tu timu ambazo zimefuzu zile mm. deserve kufuzu kuliko Yanga kwa sababu unaweza ukawa umesajili vizuri, una timu nzuri lakini how deserve. Lakini kuna timu katika grupu hilo hilo unaocheza nao zina deserve zaidi kuliko, kuliko, kuliko wewe. Umeelewa? Mm, kwamba umeona sasa kwamba kama umeona mpaka mashabiki wao wanapiga makofi, tafsiri yake ni kwamba waliperform lakini haikuwa bahati. Ah, ya okay, nishakuelewa bana. Kwamba group Raid iliona ile clip wanapiga makofi eti wasikia Al Hilal, MC Alger, Mazembe wataweza sasa hivi. Alafu kingine pia nilikuwa kuna kipindi nilishambulia media, nikasema unajua chombo cha habari ndio kinaweza kikampa mshabiki Confidence. Yes. Unajua, mshabiki yeye haelewi. Yaani mimi kila siku nasema mshabiki yeye anasikiliza kinacholishwa, anacholishwa na vyombo vya habari. Kila akifungua redio, Yanga itafuzu, itamfunga ya kumi, mm, itafanya hivi Yanga, akifungua huku Yanga, Yanga kwa kikosi chake Yaani watu umeona kwa mfano kama leo amenioje? Nimewazungumzia Al-Masry Masry in details kwamba mimi nikitokea mbele ya watu nikasema Al-Masry atafungwa na Simba, of course nitakuwa na hoja zangu nyingi tu za ku defend point zangu. Lakini mtu anakuja Yanga atamfunga MC Alger. Hamjui MC Alger, Alger ni nani? Hajui ana historia gani kwenye michuano, hajui kikosi chake kinaundwa na nyota waina gani, wana uzoefu kiasi gani kwenye michuano. Mtu anakuja tu na wana... Sasa mshabiki haelewi, mshabiki analishwa anachukua. Ah, nimemsikia fulani bwana akasema tunashinda. Hey, we, we flani, ambio, unajua mpira kuliko flani we. Flani kasema tunashinda. Haya, mwisho wa siku timu ikishindwa kufuzu, lawama anapewa uongozi, anaweza kupewa kiongozi. Yo, kiongozi umetufelisha timu tunayo kufunga fulani alisema, ila nyewe maandalizi yenu mabovu. Kumbe hakuna watu walitakuwa wapewe insights ni kina nani? Umeelewa Al-Hilal wana performance gani sasa. Mwisho wa siku ndio ikawa hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi siwezi nikasema walifeli wapi. Mimi nachoamini wana kikosi kizuri. Wana walikuwa na kocha mzuri kipindi kile. Yeah. Lakini uh, naona kabisa walofuzu MC Alger. Wali deserve pamoja na Al Hilal. Wali deserve by far kwa sababu hata huyo Florent Benge alikuwa na eh, kwenye anafikiri kwenye hii michuano anafahamika vizuri. Amewahi kufika mpaka finali ya kombe la shirikisho pamoja akiwa na Vita Club. Sasa kwa nini useme hadi deserve? Kwa hiyo mwisho wa siku Eh, tusitafute mchawi nani, Yanga kashatolewa, cha kufanya tu mashabiki wa Yanga burudani ya kimataifa wataipata kwa Simba hmm. Wasione haya waishabikie Simba wa, wa imagine tu ule wekundu wa ufute waweke unjano, mjano au mkileo, kijani eh. Basi wana enjoy burudani ya mnyama na yeah, of course, kwa sababu kwa sababu sema tu kipengele kitakuja <laughs> kwamba wale Almasri wanavaa jezi za kijani <laughs> Umona ugumwe kwamba n mshabiki wa Yanga akiangalia timu, timu nyekundu na kijani, of course hawezi kushabikia timu, timu nyekundu ha. Lazima tu atakuwa anapelekwa kwenye ukijani, hiyo ndo, hiyo ndio itakuwa changamoto. Lakini by the way eh, timu ya ya ya compete ya, ya walikuwa nayo na wanayo mpaka sasa, maana hata mpaka kwenye ligi yetu wanaongoza ligi, la tu ndio hivyo imekuwa kuna mambo ya mambo ya dabi dabi ya sijui nini kanjanja hizi za hapa na hapa, lakini hata hmm, uh, dabi ingechezwa ingekuwa bonge moja la dabi kwa sababu timu zote ziko kwenye performance nzuri. Wana pia wanataka kuniaminisha kwamba ingewezekana Simba na Yanga kukutana, basi ungekuwa ndo mchujo halisi wa wao kwenda kupambana na Al-Masry. Ah, uh, of course we ni kipimo kizuri kabisa hiyo. Eh, yeah, kipimo kizuri kabisa sana. Sawa.